Mungu Bwana Yesu asifiwe. Tunamsifu kwa yale ambayo tumeona ametenda mwilini, tunamsifu kwa yale ambayo hatuyajui, ni mangapi ya sirini ametutendea. Tunamsifu kwa yale ambayo, ukuu wake, uweza wake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Hivyo wakati wa kusifu, maanake tunakuwa tunamsifu Mungu kwa sababu ya zile nguvu zake, tunamsifu Mungu kwa sababu ya ule uweza wake, tunamsifu Mungu kwa namna vile anavyotupigania, kwa namna vile anavyotutetea, yale mambo ambayo kwa macho ya wa mwanadamu hatuwezi kuona, lakini Bwana anatushindia, Bwana anatusaidia, Bwana anatuepusha, Bwana anatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe! Hivyo wakati wa kumsifu Mungu hakikisha unasi mama hata kama hajafanya kwa yale ambayo umeomba, hata kama hajafanya kwa vile ambavyo ulikuwa unavitamani afanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomsifu Mungu, sio kwamba tunamsifu ametupa shuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio tunamsifu kwa sababu amejibu lile ombi, sio tunamsifu kwa sababu ameniponya ule ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe, ndiyo tutaponya kwa sababu hivyo ni vile ambavyo vinaonekana, lakini bado kuna yale ambayo hawezi mwanadamu kuyafanya, ile nguvu yake, ule uweza wake, yale mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hivyo Mungu anapenda kusifiwa, Mungu anapenda kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo kuna kipindi cha sifa, hakikisha unamsifu Mungu, usiangalie yale maombi ambayo hajafanya bado, usiangalie zile nyakati ambazo hakukuvusha, lakini ukapita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado unapaswa umsifu kwa sababu wewe unaona akukuvusha, lakini sirini alifanya Bwana Yesu asifiwe. Kuna zile nguvu ambazo tunatembea nazo, zile nguvu ambazo zinatulinda, zile nguvu ambazo zinatufunika, zile nguvu ambazo zinatupa kibali, tunaingia ambako hata katika hali ya kawaida usingeingia. Lazima tumsifu Mungu. Hata kama ulilala njaa, msifu Mungu. Hata kama umeona mambo hayajaenda, msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wa hivyo wakati wa sifa usikae kawaida. Haleluya, usikae kawaida. Daudi anatuambia nguvu za Mungu. Haleluya, namna anavyoweza namna anavyofanya. Lazima tumsifu Mungu kwa sababu pia ya utakatifu wake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kumsifu Mungu ndio namna ya kumfanya Roho Mtakatifu aje ndani yako. Haleluya, unapomsifu Mungu maanake, unajiandaa au unamwalika Roho Mtakatifu akusogelee. Ndio maana wakati wa sifa jitahidi sana, na wewe uwe mmoja ambao unasababisha sifa iwe ya, ku, ya, ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe, uwe mmoja ambayo umesababisha sifa ionekane, Kristo amejitukuza. Ni namna ambayo utamfanya Roho Mtakatifu akusogelee, awe karibu na wewe, akuhudumie. Katika sifa ndio tunaandaa mazingira ya kuhudumiwa na Mungu. Katika sifa ndio tunatengeneza mazingira ya Mungu kufanya kila ambacho tunatamani afanye kwetu, katika katika sifa ndio muda ambao unamwambia Mungu, ninaomba sasa uniguse, ninaomba ukutane na mimi, ninaomba unitoe kwenye hii hatua, ninaomba univushe kwenye hili jambo, ninaomba unisaidie kwenye ile jambo. Katika sifa ndipo Mungu anakuja kushughulika na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Isaya ile sura 61 mstari wa tatu b neno la Bwana linasema, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. vazi la sifa Kumbe sifa ni vazi pia. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Kumbe kumsifu Mungu, tunatakiwa tuvae kama vazi. Maisha ya kumsifu Mungu tuvae kama vazi, haleluya! Isiwe tu wakati fulani, tuvae kama vazi. Muda wote roho zetu ziwe zinamsifu Mungu, roho zetu ziwe zinamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ni vazi la wokovu, yaani aliokoka, vazi lake ni sifa kwa Bwana, ni kumsifu Mungu. Wewe uliokoka una kazi nyingine mbele za Bwana zaidi ya kuwa na maisha ya kumsifu Mungu? Maana hata tukifa mbinguni kazi ni moja tu, ni kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo lazima tuwe na tabia kumsifu Mungu tukiwa bado duniani, tukiwa bado tuna uwezo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kumsifu Mungu ndio maisha aliyokoka. Kumsifu Mungu ni kumtumikia Mungu moja kwa moja. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namna unavyomsifu Mungu unamtumikia Mungu moja kwa moja. Utasema mimi sio mwinjilisti, mimi sio mchungaji, mimi sio mwanamaombi, mimi sio sio msoma neno. Haleluya! Lakini wakati wa kumsifu Mungu ndio wakati ambao kila mmoja yupo kumtumikia Mungu. Wakati wa sifa ndio ambao, ambao kanisa linamsifu Mungu, linamtumikia Mungu kwa pamoja. Haleluya! Kumbe kumsifu Mungu ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni utumishi unaomgusa Mungu moja kwa moja. Maana yake umtukuze bila kujali amefanya au hajafanya, wewe msifu tu, maana Mungu anaketi katika sifa. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake. Tunamtukuza Mungu kwa matendo yake makuu na ya ajabu. Anafanya matendo makuu ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Utasema amefanya matendo gani makuu ya ajabu? Hebu tizama hiyo pumzi unayovuta. Sio matendo makuu ya ajabu? Ni namna gani? Haleluya. Ameiumba kwa mtindo gani? Yaani hii hewa ameitengeneza kwa mtindo gani? Ni matendo makuu ya ajabu kwa Mungu. Hata hiyo pumzi imekufikisha mahali hapa. Bado una kila sababu ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata vile ulivyoamka una kila sababu ya kumsifu Mungu, kwa sababu kuna watu hawajaamka, wameenda kuamkia hospitali, wako ICU, lakini walilala usiku kama wewe. Kuna watu hawajaamka, wameamkia kwenye mauti, walilala kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tuna kila sababu ya kumsifu Mungu kwenye kila maeneo, kwenye kila eneo msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu cha Zaburi sura ishirini na tisa Ule mstari wa kwanza na wa pili, neno la Bwana linasema mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mstari wa pili anasema mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabudu Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mpe Bwana utukufu wa jina lake lililokuokoa. Mpe Bwana utukufu wa jina lake lililokuponya ule ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe, ambao madaktari yamkini walishindwa, waganga walishindwa, lakini jina la Bwana ulivyopelekwa kwa watumishi wa Mungu akatamka jina la Yesu ukapona ule ugonjwa. Haleluya! Kuna watu wameingia kwenye okovu ni kwa sababu tu Yesu aliwaponya magonjwa yao hivyo lazima umsifu Mungu kwa jina lake lililokuponya, jina lake lililokuokoa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. bila kuangalia unalala kwenye nini, msifu Mungu. Wakati wa sifa usisubiri, yani mpaka watu wakwambie waku, simama pigie Yesu makofi, piga vigelegele. Wakati wa sifa ni wakati ambao tunatakiwa tupoteane ndani ya kanisa, kila mmoja amsifu Mungu kwa namna yake, kila mmoja amsifu Mungu kwa staili yake, kila mmoja amsifu Mungu kwa namna ambavyo anajua. Bwana kwa namna hii atajitukuza. Haleluya, haleluya. Ukiwa ibadani usiwe mtu wa kushangaa shangaa Yani wakati wa sifa unashanga tu. Haleluya! Wakati wa kusifu ni wakati wa kumtumikia Mungu, ni wakati ambao Mungu anatizama ni nani sasa yuko kunitumikia kwa sifa, ni nani sasa amejiachia mbele zangu kwa sifa, ni nani sasa miluzi yake inasikika, vigelegele vyake vinasikika, makofi yake yanasikika. Haleluya! Haleluya! Shangwe zake zinasikika. Wakati wa sifa sio wa kulala Wakati wa sifa si wa kushikwa bumbuazi. Wakati wa sifa si wa kushanga shanga, ni wakati wa kumtumikia Mungu na nguvu zako, ni wakati wa kumtumikia Mungu na uzima wako, ni wakati wa kusema, Bwana unastahili, maana ni wewe ulipasua bahari ya Shamu. Unastahili Bwana, maana una nguvu wewe, maana una uweza wewe, ni wewe umenipa ipumzi, ni wewe umeniwezesha, unastahili. Haleluya, msifu Bwana kama utasifu tena iwe mwisho kukaa kawaida wakati wa sifa. Haleluya! Kuna vitu naona hautoki ni kwa sababu jamsifu. Msifu Mungu katika roho na kweli. Wakati wa sifa unashangaa shangaa tu hivyo, malaika wa Bwana wanashindwa kuangalia, ni nani? Nimsaidieje? mbona moyo wake haumsifu Bwana? mbona moyo wake haumwabudu Bwana? Anashindwa kuleta msaada kwako kwa sababu ulipuuza sifa. Wakati wa sifa ndio wa kumwita Mungu akusogelee. Wakati wa sifa ndio wa kualika uwepo wa Mungu kwako. Wakati wa sifa ndio wa kusema Bwana, ni leo nataka ukutane na jambo langu, ni leo nataka ukutane na shida yangu, ni leo nataka uniponye ugonjwa. Wakati wa sifa ndio wakati unasema Bwana, amani ya nyumba yangu leo nahitaji. Mbona ninakusifu? Anasema unikumbushe, eleza mambo yako tuhojiane, upate kupewa haki yako. Hata kumbe, katika kumsifu Mungu unaweza ukasema, Bwana, kumbuka vile ninavyokusifu kanisani. Ninacheza mpaka wananishangaa, ninaruka wananishangaa, ninakupigia makofi wananishangaa, ninapiga vigelegele wananishangaa. Utamkumbusha na nini? Haleluya! kwenye Injili uende kwenye maombi ukeshi. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Lakini pia wakati wa sifa nao ushindwe. Msifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe.